Ambapo wizara ya kilimo imetishia kuwafurusha wakurugenzi wa mamlaka ya chai nchini KTDA kufuatia tofauti kubwa zilizoshuhudiwa kwenye malipo ya bonasi kwa wakulima wa chai mwaka huu. Katibu wa kilimo Paul Ronoh aliyeashiria nia ya serikali kufanya mabadiliko kwenye mamlaka hiyo anasema uongozi wa sasa umeonyesha kulemaza shughuli za serikali kunyoosha sekta ya chai. Hata hivyo KTDA imemwonya katibu huyo dhidi ya kuifanyia sekta hiyo mzaha. Hafla ya kumpungia buriani mzee Agostin Koskei, babake afisa mkuu mtendaji wa bodi ya chai nchini Willi Mutai huko Kipchimchim kaunti ya Kericho iligeuka na kuwa uwanja wa majibizano kati ya wizara ya kilimo na mamlaka ya chai KTDA kufuatia bonasi za chini walizopokea wakulima na zaidi wale walio eneo la magharibi mwa bonde la Ufa. Katibu wa kilimo Paul Ronoh akiwasha moto huo kwa kuashiria nia ya serikali kufanya mabadiliko kwenye mamlaka hiyo anayodai imeanza kulemaza shughuli za serikali kufanikisha mabadiliko kwenye sekta ya chai kwa manufaa ya wakulima. Mkutano mingi nasikia ni ya nini? Tungefanya siku hilo ile samani kidogo, sio wakati kuona sumeumana, ndio tunaita mkutano so hii directors ya KTDA si wakati imefika, serikali itaingia ndani na hiyo. Unasikia Ronoh aliyewazoma wakurugenzi wa sasa kwa uongozi mbaya na ufujaji wa fedha zinazofaa kuwaendea wakulima kwa kufanya vikao vinavyovutia posho za juu. Amewataka kurejelea utendakazi wao, la sivyo wang'atuliwe ofisini. Wakulima enda, enda kuchuna majani chai, uliweka watu huko kusimamia hiyo viwanda ulituweka huko juu, fanyeni kazi, nitarudi tu nikitaka election nitaomba kujeni. Kumeumana hii watu waende nyumbani. Hata hivyo, wakurugenzi wa mamlaka hiyo waliofika kuomboleza wamemwonya Rono dhidi ya kuingilia utendakazi wa KTDA, wakimtaka kukoma vita vya kisiasa na kilimo cha chai. Wacheni kila saa kusema KTDA. KTDA inakujia wapi kwa majani chai ya mkulima hapa. Iko mahali inakujia. Let's stop that. Na watu waache siasa na pesa ya guli. Whenever there are issues, let's come and sit and discuss these issues together. When we bring them out to the street, we may politicize until we lose direction. And we think that certain people are at wrong. Wakulima wa chai walio ukanda wa magharibi mwa bonde la ufa walipokea bonasi zilizo chini mno KTDA ikiinyoshea bodi ya chai kidole cha lawama. Kule kwetu mnasikia kelele? Ya majani chai iko kelele? Iko kelele? Wananchi wakulima wanataka pe? Iko kitu kingine? Kama au Mwangero Runinga ya Citizen.